Kufidia, kufidia, kufidia, kufidia. Muda uliopotea uweze kuchezwa, kwa hiyo ule ni muda wa nyongeza, ni muda wa kufidia, sio muda wa nyongeza. Lengo la ule muda ni kufidia mm. kama zilipotea dakika nne, muamuzi anahisi nne zilipotea. Kwa sababu unajua kitu kimoja ki, ki, ki Alex, na, na labda wanaotusikiliza ni kwamba, wakati kwenye TV dakika zikiwa zinatembea saa ya muamuzi imesimama mwamuzi anaisimamisha. Eh, yani pale tap sijui golikipa anatibiwa, mwamuzi kastopisha. Eh, sijui hapa kuna mzozo mzozo, watu wanavutana vutana, anastopisha saa yake. Kwa hiyo anaweza kuja vile vile dakika vya kujumlisha jumlisha, ndio baadaye sasa anakuja kukuta hii hapa, muda umebaki dakika ngapi? Imebaki dakika labda tano, anaweka dakika tano. Hii imebaki dakika mbili, anaweka dakika mbili japo kinachowapa utata watu, watu Alex ni kwamba pindi ambapo hizi timu zinapokuwa zinaongoza hakujawahi kuonekana kuna dakika nyingi za nyongeza wazizidi tano. <laughs> <laughs> Yani hiyo pia tuizingatie, <laughs> kwamba yani hizi timu za Kariakoo zinapokuwa zinaongoza zenyewe na inakuwaje hizi? yeah. timu za Kariakoo zinapokuwa zinaongoza hizi, mm. timu nyingine hazipotezi muda ujue hiyo Hakuna kipa anayelala mm. Hakuna anayegoma kutoka mm. Wala si wako nyuma, lakini kuna wakati yeah. nne, tano. Mwingine mtu kaumia anatibiwa, goalkeeper, tuweke hilo sawa, zikiongezwa dakika tano kembo, imekaa nzuri sana, ni minimum mm. Zisipungue dakika tano mm. Kwa katika zile tano ah -ah. ikitokea, eh, ikitokea kuna mchezaji ame amepata changamoto hmm, anatibiwa, anatibiwa si umeelewa? mm uwezo kusema eti refari ataishia kwa zile dakika tano. Mm, yani minimum ni dakika tano, hii tuweke sawa. Yani sijaelewa yani, wewe unamaanisha nini kwamba yani <laughs> hata iweje za dakika za kuongeza zitakiwa ziwe tano au unachomaanisha nini? Aha, zisipungue dakika tano za kufanya za kumsubiria mchezaji kama kaumia, mfano zimeonyesha zimeongezwa dakika tano, eh yeah. ile ni minimum ndio eh zisipungue Dakika, dakika tano yeah. Sasa mfano kuna wakati napitiza dakika tano. mm. kwanza mwongezo wa dakika tano mm. lakini mwamuzi amenda mpaka saba mm. lakini kumbe tunasahau matukio ndani ya uwanja ambayo yalikuwa yanaendelea katika zile dakika tano. Un, unajua pale ile ile, ile saa ya mwamuzi ile ile ile, ile saa yake ile stop anapo yani anaposimama tukio la sanasimamisha yeah. mm. maana yake pale ni nini? yule of, of, fourth official anaponyanyuka mm kumpa ishara amemwambia, bwana arobaini na tano zimeisha. Kwa sababu ofisi official naye ni yake na bwana, zile zimeisha, yeye anapoangalia saa yake anaangalia, mm -hmm. kulingana na muda wangu humu bado dakika nane, yeye kwake kule iko nyuma, kwa sababu anasimamisha. mm -hmm. kwake yeye anasema dakika ndio kwanza ya thelathini na nane kwa hiyo mm -hmm. ili ifike arobaini na tano hapa saba, anamwambia saba ndio yule anaongeza. mm -hmm. Sawa. mm -hmm. sijui mnaelewa eh? Sasa mimi ndio nataka kujua kuna dakika maalum ambazo hazitakiwi kuvuka hata mechi, hata kama mtu pale uwanjani kafa, watu wameenda kuzika afu wamerudi <laughs> mechi iendelee? Yani dakika zile zina kiwango utakiwe kuzidi? Hapana, hamna kiwango, hakuna kiwango, kwa sababu tunachofidia si ni dakika zilizopotea, yani mchezo unatakuwa utimie dakika tisini. mm. mm. Ndio leo lengo la mchezo kwa hiyo, yeah, ikichezwa chini ya dakika 90. Kwa hiyo leo ndio ziongeze. Sasa leo dakika 15 watu wanazishangaa haijatokea. <laughs> mimi, mimi Alex, mimi binafsi, mimi sina shida na hizo dakika na nadhani hata hao watu ambao wanashangaa wana, mimi naamini kwa siku kama ya leo, ubaya ni kwamba kumekuwa kuna mjumuiko wa matukio mengi ambayo ndiyo ambayo yametengeneza hiyo hali ya mshangao kujitokeza hmm. Yaani sio tukio moja kwa sababu kinachowashtua wa watu sio dakika peke yake kama mm, ingekuwa ni dakika tu nadhani ku, isingekuwa kuna ugumu sana kuweza kulifafanua hilo na watu wakalielewa, lakini nadhani changamoto ni uh, uh, uh, mjumuiko wa matukio mbalimbali mbali, ambayo tafsiri ya muamuzi imewapa shida watu wengi kidogo kuielewa kama ambavyo sasa hivi umetoka mm, kumuuliza Kiemba kuhusu matukio mawili ya penalti mm, ambayo yeye Kiemba amekujibu kwamba lile la kwa, penalti ya, ya kwanza kwake yeye ndo ameona ana mashaka nayo makubwa mm. Lakini ya pili yeye ameona kulikuwa kuna contact. Kwa hiyo lakini, lakini m, m, mimi binafsi pia naweza nikakupa mtazamo mwingine vile vile mm. kwenye, ya ya yani mimi ya nakiri ni hayo yani nayogusa mimi ni yale matukio main ambayo yanazungumzwa yeah. mm. yani ndio maana nimegusa Mago, penati nimesema muda mm. ule unaonekana leo afidia umekuwa mkubwa hivyo e. Vitu ndo ambavyo vinazungumzwa hasa e. Hili la muda e. <laughs> ndo e. linazungumzwa sana A, ilo, ni kweli, mpira huu mchezo, yani dakika hizo zimepotea kwa kiasi hicho kwa siku ya leo, kwa sababu kuna matukio ambayo yanaweza yakakushawishi kukubaliana na kwamba kuna dakika nyingi zilipotea. Kwa sababu tupe e. matukio mawili ma... tukio la red card, red card ambayo kuna muda kidogo pale ulipita, mzozo wa mtu kugoma kutoka mm. Kuna huo mzozo wa mtu kugoma kutoka, kuna U... kwenye ile, ile, process ya kumtoa mchezaji wa ndani kwenda kukaa golini golikipa, kuna muda pale wa maandalizi, kama alipewa red card goalkeeper, kwa hiyo yeah. Aje mwingine atoke yeah. Mtu ajiandae, ukapotea pale yeah. Jumlisha, kuna matukio ya goalkeeper kabla hata ile goalkeeper aliyetoka alieto... mm. uh, akiwa bado yuko uwanjani kuna tukio nalikumbuka, golikipa alimuita mwamuzi akamwonyesha ishara ya kuwa ana shida anahitaji msaada mm. akenda akapatiwa msaada. Hata golikipa aliyeingia baadaye, kama utakumbuka, wakati naye pia, kuna wakati naye pia kuna muda alienda ali, ali, ali alilala. Kwa hiyo alilala akavuliwa gloves nakumbuka, baadaye akawa anasaidiwa kuvalishwa. Kwa hiyo mm. matukio ambayo yanayoonyesha ya kwamba inawezekana upo mkusanyiko wa kutosha wa dakika ambazo zilipotea, zilipotea. Yana, yapo ambayo matukio ambayo yanashawishi na mbaya zaidi anayetunza ule muda ni mwamuzi. Ndio maana hata sisi tunapo discuss hatupati uh, majibu yaliyonyooka kwa sababu, okay. Mtunzaji muda ni muamuzi, okay, kuna, kuna, kuna ishu ya kadi kati. Yellow cards zimetoka za kutosha zilistahili <laughs> kadi. Mimi naamini na, matukio mengi yalikuwa mwamuzi kama amepanikile, hakuwa kwenye hali yake ya kawaida kwa kuna wakati alikuwa anajaribu Uh, mm. Kama kuwalazimisha uh, mashujaa waende kwenye ridhimu ambayo yeye anaitaka. Kwa hiyo unakuta una alikuwa anatumia, mi nahisi naona alikuwa anatumia mamlaka sana kwenye kuendea hayo matukio mm. Kiangalia hata matukio mawili ambayo goalkeeper amepewa kadi nyekundu mm. Tukio la kwanza ni kumwomba refa, anaomba huduma ije ahudumiwe mm. Ambao tumezoea waki, wakiomba wa, makipa wengine wa wanapewa mm. wana, wanapewa wanakuja wanahudumiwa bila kujali wanaongozwa au wanaongoza wao mm. Lakini yule pale alienda kumwomba, sio kwamba alilala, refa akamwambia inuka, ah -ah. Katoka anamwambia refa, naomba nihudumiwe mm. kwao refa pale kamflashi, alafu kamuita mtu, njoo muhudumiwe, mko refa, kama unanidanganya, kula chuma, njoo muhudumiwe. Kwa hiyo tukio la pili ni la mpira ambao ilikuwa mipira miwili ndani ya kiwanja na mm. tukio lenyewe ni kwamba mchezo ulikuwa umesimama, yani ngekuwa mchezo unaendelea Alafu golikipa akachukua mpira nje kaingiza ndani, utasema huyu kum question ilikuwa ni ni ni ni, ni, ni kawaida. mm. Lakini mpira ulikuwa kiwanjani, wachezaji wanaupiga piga na kipa naye kaupiga okay. Lakini, kwa, lakini, kwa, lakini, kwa. Lakini uh, katika hiyo kupiga piga muamuzi yeah. alikuwa ameshaashiria pigo la, la, la, la kona, lakini mpira upo ndani, anaashiriaje? mpira upigwe wakati mwingine upo ndani golikipa ndo alikuwa na mho aaitkiwa utowe nje akaudondosha. Golikipa hakuwa ameshika mpira. Kama unaangalia ule mpira, mchezaji wa Mashujaa ameupiga ame uje kwa kipa naye akaupiga kuingia ndani kuendeleza ndani kipa kawingiza yani yani ka <tis> ndani yani, kiakauta nje kawingiza ndani. Alex, mpira ulikuwa ndani, uo nje umekujaje sasa? Tujiulize, nani aliuingiza <tis> ndani? Sasa ndio ule <tis> <njali wingizandani. tis> uharaka wa kuingiza mpira haraka haraka, kajikuta miwili imeingia na mpira ulikuwa umesimama, sio kwamba ulikuwa unachezwa mpira ulikuwa umesimama wa